Katika biashara kuna disiplini ya biashara, disiplini ya fedha, nidhamu ya fedha, adabu ya fedha. Fedha ina adabu yake. ikiwa kanisani, sadaka; ikienda kwenye msiba, rambi rambi; ukipeleka shule, ada; ukienda uh, ubungo na airport, nauli ebo ukimpa mtu kwenye bahasha zawadi fedha ni ile ile, lakini ina discipline yake. Kuna na wanawake wengi wanalalamika, sipendwi, mume wangu anipendi anijali. Si kwamba hupendwi, huna adabu. Na msitutie majaribuni, wakwenda kukumbatia transformer nani? Mnawasumbua waume zenu buri, wakwenda kukumbatia transformer nani? ilishasema na, acha niseme tena asubuhi ya leo, dada yangu mpendwa, usichonge kucha, chonga tabia. Mnakwenda kushinda saluni kutwa mzima, unachonga kucha ku, hizo kucha za kuchonga haziwezi kukuletea kibali kwa mwanaume wala mchumba wako wala kwenye jamii. Usichonge kucha, chonga tabia. Hayo makofi hayatoshi, unajua kwa sababu wanaopigaga makofi na vigelegele ndio hao hao. Hebu punga mkono pamoja na mimi. Haleluya. Hizo kucha ndefu namna hiyo na za kwako halafu, ukaongeza na za bandia na gundi juu yake <laughs> unaenda kuchimbia miogo Life discipline, nidhamu ya maisha, adabu iliyobeba hatima. Wapendwa, hii ni mada yenye utata vibaya mno, na kama Mungu akakujalia tunaposema enendeni kwa hekima au tuenende kwa hekima, lakini tunapozungumza juu ya adabu iliyobeba hatima katika maisha yetu, tuna maana pana sana. Mungu ni Mungu atakayembariki mtu mwenye disiplini, mwenye adabu. Mungu atawapandisha cheo watu wenye adabu. Mungu atawafikisha watu kwenye ndoto na maono walio nayo kwa sababu ya adabu Only that, si kwa sababu nyingine. Angalia sana katika jamii watu walio na adabu kazini. Na hapa kuna mambo mawili au matatu nitazungumza kwa haraka, na nijaribu kuangalia katika Biblia namna Mungu alivyo siria zina adabu. Mimi sikuwahi kujua. Unajua kuna vitu vingine unavisoma kwenye Biblia au unaishi, mama kila siku anakuambia wewe mtoto uwe na adabu. We kijana, uwe na adabu. Mwanangu, uwe na adabu. Haujawahi kujua maana ya adabu ni kitu gani na adabu imebeba nini katika maisha yako? Yaani leo mtu akikuuliza huko kanisani, mchungaji Kimaro, Mchungajikimaro kafundisha nini, mwambie adabu. Ni maajabu kabisa. Leo na uzee ulionao na mvi na kila kitu na ndevu, nafundishwa adabu. Maajabu. Lakini adabu imebeba ukiwa baba lazima uwe na adabu kwa watoto wako, na ukiwa mtoto lazima uwe na adabu kwa wazazi wako. Huwezi kukosa adabu alafu nataka kwa watoto wa kuheshimu never. Heshima inatengenezwa, heshima haina gundi ya kubandika. Uwe na discipline utaheshimika. Hauna discipline nothing. Utakuwa kila siku unajitambulisha, mimi ndio baba mwenye nyumba hii, mimi ndio mama yenu. Nani asikujua Andika tu, kuna kiwango ambacho huwezi kufika kwenye maisha yako usipokuwa na adabu. Kuna kiwango cha kiuchumi ambacho huwezi kufika na hasa hapo penye uchumi. Kuna kiwango cha uchumi na fedha ambacho huwezi kufika usipokuwa na financial discipline na economic discipline. Lazima uwe na nidhamu ya kiuchumi na nidhamu ya fedha. Na watu wengi wamekwama hapa kwenye nidhamu au adabu juu ya fedha na uchumi. Muda wake anautumiaje? Huwezi kutenganisha muda na uchumi, huwezi kutenganisha muda na fedha. Muda wake anautumiaje? Maisha yake yamefungwa kwenye muda kwa kiwango gani? Anaweza akakazana ibada ya ishi, arudi nyumbani akaangalie filamu na amejiunganisha kwenye MB wenye mtandao, wanapata hela kutoka kwako, alafu unaenda kuangalia wanaume wenzio na wanawake wenzako, ambao nao wanaingiza hela kwenye kile kipindi. Huna hata aibu, lakini pia huna adabu. Ni lini wewe utatizamwa ni lini wewe utakuwa na kitu chenye impact katika maisha ya kwako? Kuna levu fulani, hata ukiingia bafuni, hata ukienda sokoni, hata ukiwa barabarani, hata ukijiangalia kwenye kioo chumbani kwako, unajua kwamba kuna mahali ambako unapaswa kwenda au kufika, lakini haujafika na hauwezi kujikataa. Hata wewe mwenyewe unafahamu, na wengine mmebakia na kitu kinachosema tulikuwa naye kidato kimoja huyu jamaa, tulikuwa naye kidato kimoja lakini alikuwa na adabu, hakunywa gongo, hakuiba ugali wa walimu shuleni. Wewe unamaliza darasa saba unapotea na sufuria ya walimu endangu nayo endekurangokozo neenda Nendaka... <laughs> kale huo ukoko mpaka kesho. Lakini kuna wanafunzi walikuwa na discipline, anafanya kazi yake aliyopewa ya na mwalimu, akitumwa shamba la mwalimu anaenda, anaenda akasafisha chumba cha mwalimu, anaenda wewe ume, umemaliza darasa saba, umeondoka na sufuria ya walimu, chakula cha walimu, kisa nimemaliza darasa saba iya yeah. Umemaliza maisha, kwani unajionaje? Kwa mfano hali yako vipi? Wengine tulikutuma chuo kikuu tu uchukue digrii, ukarudi na mimba. Wengine tulikutuma chuo, tulikutuma shule uende ukasome, ukaenda kutengeneza maboyfriend kwa sababu huna adabu na magirlfriend kwa sababu hauna adabu. Lakini kuna watu waliokwenda vyuo na disipline, waliosoma masomo magumu ya kemia, sijui nini, biology math kwa disipline, watafute leo mahali walipo na wewe uliofanyafanya marorocho huko uliochezea chezea muda wako uangalie uko wapi. Wapo watu Wachaga wachache wa Kibosho, wapo Wakinga walikuja Kariakona, malboro na nguo zao wameweka kwenye mfuko wa, wa spoti wapo wameweka hawakuwa na begi, waliweka nguo kwenye boksi la spoti na SM boksi la sigara. Wakinga, Wachaga wachache wako pale, gari yako, kwa discipline ya biashara, consistency, uradidi, waliokuwa wanasimama na biashara yao kuna mawimbi ya maisha lakini still wako pale. Waangalie leo wana magorofa, wana maisha. Adabu kuna kiwango, narudia tena, ambacho kwenye maisha huwezi kufika mpaka huwe na adabu. Na wakati ninafundisha, lazima ujiulize, hivi mimi nimekosa adabu kiasi gani? Yaani, sina adabu kwa kiwango cha namna. Unajua, unaweza ukawa mchungaji kwenye madhabahu, lakini huna adabu. hata wa, washarika wanakuangalia wakiwa kula, wanaangalia kwa madhabahu, najua ile ngoma pale imevaa joho naso, lakini haina adabu. Unaweza ukawa mtumishi mkubwa, unaweza ukawa mhubiri, lakini hauna adabu, ila hauwezi kuwa na kibali cha kufikia mahali ambako Mungu anataka ufike na Mungu anawatengeneza watumishi wake kwa kutengeneza discipline, na nilishangaa katika Biblia hakuna kitu ambacho Mungu amekitengeneza ndani ya maisha ya mtu kwa muda mrefu kama life discipline or self discipline, nidhamu binafsi au uh, nidhamu ya maisha. Na ukiona watu wameendelea ni adabu. Hata kabla sijahubiri, hakuna mtu. Biblia anasema Suleimani alipoambiwa aombe, aliomba hekima na adabu. Akamwambia Mungu, mjalie mtumishi wako moyo wa hekima na adili na adabu ili nijue vyema jinsi nipasavyo kuingia na jinsi nipasavyo kutoka, unijalie. Na Mungu akamwambia, kwa vile ukuomba adui zako wala roho za adui zako, lakini umeomba hekima, nimekupa katika wanadamu ambao watakuwa na baraka hakuna mwanadamu atakaye kufikia duniani. Na ndiye mwanadamu aliyekuwa na utajiri wa ajabu, na Biblia imekanusha na hakuna wala hata kuwepo ambaye anaweza kamzidi Suleimani. Kilichomletea heshima, kilichomletea utajiri, kilichompa ufalme wa ajabu, mpaka watu wanatoka Afrika, Malkia Wakushi anaondoka huku, anaenda mpaka Israeli kuishangaa hekima ya Suleimani ni adabu. Kuna vitu ambavyo unaweza ukafanya vya kushangaza kwenye maisha yako, lakini haviwezi kutoka nje ya adabu, na lazima kutengeneza discipline. Kuna watu ambao kiukweli wala haujawahi kujua wala ukakaa mahali ukafanya personal critical evaluation, tathmini binafsi ya kujiangalia, hivi mimi nina adabu kiasi gani? Haujawahi kujua umuhimu wa adabu, haujawahi kujua na ndio maana unapishana na gari ya mshahara kila mara, maisha yako na baraka zako vinapishanaga. Lakini nataka kusema ufanye nini? Unapokut, unapo, unapokutana na watu wasiokuwa na adabu, kama kuna, kuna, kuna mambo ambayo unapaswa uchukue tahadhari. Angalia sana Usijiuze, usi, usi kwenye mikono ya mtu asiyekuwa na adabu. Labda nikupe ushuhuda mdogo. Hebu punga mkono wako pamoja na mimi, ujue hata ninavyozungumza na wewe. Angalia marafiki zako sana. Waswahili wazuri wanasema ndege wasiofanana hawaruki pamoja. Mama mmoja mjane alibaki akiwa mjane akamsomesha mtoto wake kwa chenchi ya geneza la mume wake na rambirambi. Mtoto alikuwa na akili sana, akamaliza masomo yake ya form 6, akafaulu kwa ufaulu mkubwa na akaenda akapata uh, scholarship South Africa kwa digrii ya kwanza na digrii ya pili free of charge. Nyumbani mama, wametoka kwenye kibanda cha udongo. Alipofika South Africa akakutana na rafiki, wakaanza kuambatana naye, na yeye alikuwa na anakaa hostel, anakaa chuoni akiwa kwenye masters program, ashamaliza degree ya kwanza kwenye masters program, na rafiki yake aliyekutana naye huko South Africa akamwambia tafadhali, utaendelea kukaa hostel mpaka lini? Mimi nimepanga apartment. Kwa nini usije kwenye nyumba yangu nyumbani? Yule jamaa akamwambia ah, mimi siwezi kurija kwenye apartment yako kwa lipi? Akaambia hizi ah, wikendi angalau ubadilishe. Mimi nimepanga safari, natoka na girlfriend wangu tunakwenda kwenye disco, sijui tamasha gani, na tasafiri safiri kama 3 days, wewe uje ukae. Yule mtoto pasipo kujua kifaranga kinapozungumza na nyoka, akaenda na alipofika, ni innocent person. Yule jamaa akamwambia bwana flani, akambia, mimi na demu fulani hivi naweza nikakuletea. Akaambia, mimi bwana nasoma hapa na malengo yangu, mama yangu ni mjane, nasubiriwa na mama, nasubiriwa na ukoo, nasubiriwa na kijiji, siwezi hayo mambo ya kipuzi, siwezi wala sitaki. Akaona kama ni uongo. Wakati wa chakula cha jioni akaja mdada mmoja, yule kijana akamwambia mimi naondoka, naenda kwenye treni, naenda nyumbani, siwezi. Akamwambia, kwani una matatizo gani? Kaambia ah, maisha yayo si yawezi, sio kilicho nileta South Africa. Lakini akabaki kule ndani akalala, wale wakaondoka na yule dada na, na boyfriend na girlfriend, akaondoka wakaenda kwenye matamasha kwenye madisko yao. Kumbe yule bwana ambaye ni rafiki yake anatembea na mke wa mtu, na yule mwanaume ni baharia huwa anasafiri anakaa kwenye maji miezi mitatu miezi sita, na alikuwa amerudi na ameambiwa na nyumba ya mahali ambako mke wake anachukuliwa wamelocate, na ameandaa kundi la majambazi na majangili na wahuni wa mjini. Discipline, adabu. Ufanye nini unapokaa na washenzi? Yani hivyo. Yani unajua nikizungumza hivyo ndio mtanielewa sawa sawa. E, Mwalimu Nyerere alimfundisha sana kutumia teknolojia hiyo terminology ya washenzi. Ufanye nini unapokaa katikati ya washenzi ufanye nini? Kwa hiyo wale wameenda kwenye disco, wale majambazi wameambiwa, nyumba hii, ukimkuta mwanaume aliyeko humu ndani ndiye anatembeaga na mke wangu. Wamelipwa na South Africa watu, wako, watu ni crew sana. Kwa hiyo wakamshambulia yule mtoto wa mwanamke mjane, wakamfanyia ukatili nisiyoweza kutamka kwenye hii madhabahu, wakamngoa meno, wakamvunja taya. Anasema jamani, sio mimi. Akasema hatuelewi sisi. Yale yote ambayo walilipwa, wakakisha wamemfanyia kila aina ya kila aina ya vurugu alafu wakamwacha nusu kufa. Ana baba ana mama, anafadhiliwa wafadhili wake wanauliza, ameondokaja hostel akaenda kukaa mtaani. Nani amemwambia aende huko? Sasa ndio hekima, ufanye nini? Ufanye nini unapoishi katikati ya watu washenzi? Kuna vitu ambavyo lazima kwa maisha yako personal personal personal space, personal space, personal space, it is needed uwe na, sio kila mtu unaweza kumfungulia kuingia kwenye maisha yako. Wengine umebatizana majina, shorti wangu, kindakindaki, unamjua. Ndio maana nyumbani kwa watu kuna milango, kuna mageti, kuna mbwa na kamera na, na fensi za umeme ukija ubishe hodi si kila mtu unaweza kumuingiza kwenye maisha yako na mimi nataka nikuambie hivi hao watu uliowaingiza kwenye maisha yako wamekugharamisha kiasi gani yule mtoto alikuwa alivunjika uti wa mgongo kwa hiyo mpaka alikuja kufa miaka kumi na tano baadaye akiwa anakaa kwenye wheelchair na amerudishwa kwenye kijumba cha tope kijijini Nothing done na maisha yake yakaishia hapo, lakini alikuwa anaona, alikuwa anaona mahali ambako anaenda. Angalia jinsi unavyojibu watu, angalia jinsi unavyoenenda, angalia maisha yako. Sasa nimegundua, na acha nikusaidie kabla sijamaliza hapo, kuna vitu ambavyo vinaweza vikafa maishani kufi kufi kabisa, mauti kwa sababu ya kukosa adabu tu, na unaweza ukafa wewe na vitu vyako vikafa kwa sababu ya kukosa adabu. Kuna vitu vinaweza vikafa na vika, vikaisha kwa sababu ya kukosa adabu. Ni maombi yangu adabu ilete economic shift